Basi jambo hili nililokuambia, nilikuahidi kwamba nitakuja nikueleze jambo gumu, hoja ngumu ambayo iko hapa, iko hapa Tanzania, inasumbua hiyo hoja. Inatesa, hiyo hoja inatesa. Mimi kama mtanzania ni mtu ambaye ninapata tabu sana. Mimi kama mtanzania ni miongoni mwa wanaoteseka kwa sababu nina ndugu zangu, nina rafiki zangu ambao wameingia matatani kwa sababu ya mazingira ya taarifa za maandamano, aidha majukumu ya maandamano. Kwa hivyo sababu ya maandamano imenifanya nikose usingizi, nikose amani muda wote, lakini sikuishia tu kukosa amani, niliendelea kufanya utafiti, kwani changamoto hii inatokana na nini? Nimebaini tu mambo mawili. Jambo la kwanza, nchi yetu imevamiwa na elimu ya kigeni. Jambo la kwanza, tunasumbuliwa na wenye navyo, tunasumbuliwa na wenye navyo watu wenye navyo waweza kuamua vyovyote. Sisi maskini kama kutekwa tunatekwa, kama kuuzwa tunauzwa, na kama kununuliwa tunanunuliwa. Kwa vyovyote, tuingie barabarani, tusiingie barabarani, sisi kama kuuzwa tunauzwa, na kama kununuliwa tunanunuliwa, hakuna chenga. Lakini wenye navyo hawawezi kuuzwa, hawawezi kununuliwa, kwa sababu wao kwanza wana uraia wa nchi zaidi ya moja, wana uraia wa Ubelgiji, wana uraia Sweden, wana uraia Marekani, wana uraia Kenya, wana uraia Afrika Kusini. Sisi tuko ndani, ambapo kama tukileta shida, sisi ndio wenye kukutwa na hiyo shida, na tutapata tabu kweli, kwa sababu wenzetu wao wanaanzisha migogoro na changamoto mbalimbali zinapotokea. Aa, sisi sio mabepali, hatuna uwezo sasa wa kukabiliana na ishu ya kuihama nchi lakini wale wachochezi na wenye kuwafikisha ndugu zetu na rafiki zetu pamoja na mimi, najikuta ni mmoja wa wahanga waliopata madhara, kwa sababu nimepoteza ndugu zangu ambao pengine ilinipasa nionane nao. Nilipata shida sana wakati nasikia taarifa za mauaji hapa na pale. Mimi sikuweza kufikiri chochote juu ya serikali, lakini nilifikiria juu ya wale ambao wameamsha migogoro au uchochezi wa maandamano. Hichi maandamano si mara ya kwanza Maandamano yamefanyika mara nyingi, lakini sijawahi kusikia maandamano yanachoma viwanda, maandamano yanachoma nyumba za watu, maandamano yanachoma magari, maandamano yanachoma sheri za watu. Sijawahi kusikia. Uh, ni mara moja niliwahi kusikia maandamano eneo la mkoa wa Mbeya, kulikuwa na maandamano, walichoma barabara, walichoma tairi, wakachoma barabarani, hao niliwahi kusikia, lakini nje na hapo sijawahi kusikia. Kwa nini sasa mwaka huu imekuwa hivi? Ni kwa sababu tu moja ya msingi kwamba wao wana maandamano ya nchi nyingine ambayo sio yetu. Sisi hatujakusudia kufanya maandamano, ila waliokusudia kufanya maandamano ni wale wenye uraia zaidi ya nchi moja. Hao ndio waliotuletea madhara kwenye nchi hii. Mimi sisemi kwamba wao sio wa Tanzania, wana uraia zaidi ya nchi moja. Kwa hiyo mambo yakizidi hapa Tanzania kukaa vibaya, wanaondoka hawabaki hapa. Na wengine wamekuwa ni wa nje moja kwa moja, yeye hana uraia wa Tanzania inawezekana na kujaga tu kwa sababu ya shughuli zake, lakini yeye sio Mtanzania. Eh, watu wanakuja kwenye mitandao tunakutana nao, wanatuhamasisha wanatuhimiza, lakini mimi binafsi kwa kuliona ile, kwa nafasi yangu kama mchungaji, nimekuja na ushauri kwa jamii yote, pande zote mbili, kwa upande wa waandamanaji na kwa upande wa wanaoandamiwa. Mimi nimekuja na ushauri. Mimi ni mchungaji, siwezi kukaa kwa waandamanaji wala siwezi kukaa